Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo. Tuko hapa mpaka kama dakika kadhaa ifike saa saba. Kwa hiyo tutakuwa tuna muda wa kuyazungumza mengi, na mi napenda kwamba tuweze kuwapa kwa nafasi viongozi, wananchi wajue viongozi wana mambo gani. Ni wakati mwingine mnasema mbona kiongozi hajasema kitu fulani, kumbe wanayazungumza. Na cha msingi ambacho tukimeanza kabla kuzungumzia masuala mengine ya mila tamaduni na nafasi za ajira nchini e, tumezungumza swala zima la utangamano ambalo ni muhimu sana maanake jamii ama ukiangalia kila mtu anaelekea kule kwa sababu moja ama nyingine, labda kwa sababu ya utamaduni wao ambao wakuenziwa wa kivyake, ameweza kuzungumza pale, uh, Parashina kwa pia vile vile upatikanaji wa mashamba na kadhalika. Uh, kwa hiyo kuna faida wanapokwenda, lakini pia labda pengine huenda kwa kuna tahadhari, na tayari David Ole Sankoko na mwenzake Sankipa waja pepesa maneno, wamesema sisi tunawakaribisha lakini masuala ya uongozi watu achie, kwa sababu sisi hatuna sehemu nyingine ya kwenda kuongoza isipokuwa sehemu za kwetu. Kwa hiyo waje lakini sharti ni moja: wakati wa firimbi ya uongozi wawe kama wachaguaji, wasitaki kuchaguliwa. maimai kwa atakuweza kuchangia alafu baadaye ndio nije nipate kauli, pia vilevile vile Letpila na Naisula kuhusiana na hiyo hoja, unazungumzaje? kwamba unakubaliana na, na Ole Sankok na Parashina ama wewe tofauti yako ni kama ya demokrasia ya Letipila na ni sula kwamba sawa, wakitaka tusiwazuie, lakini wacha wakazi wenyewe wa Maa waamue. um, <coughs> thank you Rashid. Um, I think, kuzuia hatuwezi kuzuia mm -hmm. uh, wakazi ambao wametoka kwingine ambao wanaishi kwa kaunti zetu hatuwezi kuzuia kutafuta viti, lakini kwa ukweli ingekuwa mzuri mm -hmm. ama tunge tungependelea tuone kwamba uongozi imeachiwa kwa wenyewe kwa sababu uh, just because tuko wa karimu mm -hmm. na tumekuwa accommodative uh, annihilation sijui sasa hiyo Kiswahili. mm -hmm. It should not lead to, uh, our, our, our, our generosity should not lead to annihilation of a people. Mm -hmm. identity and leadership mnaeza um, pata kiongozi akawa akawasia lakini akaheshimu asili yenu, lakini hiyo ni that's a very thin line mm -hmm. uh, and that the constitution of Kenya mm -hmm. uh, should have protected small communities uh, by giving them the leeway to maintain their tradition, their culture and leadership. And the constitution should protect minority groups. Today, tunasumbuana sana kwa mambo ya Dorobo, Ilchamus uh, umesikia pia Kuria. Uh, there are many groups ambao tayari wamekuwa assimilated mm-hmm. na wamekuwa

Kuna swali mas, jinsi mtakavyoeleza hata uh, tukatumia maneno mazuri tukajaribu tuka, tuka kufafanua kwa kina, lakini kwa mtu aliye mbali anaona kwamba ule ni ukabila, lakini wa aina yake. Yani si, si, si neno baya mnalolizungumza labda kikwenu, lakini kuna mtu ambaye sasa hivi anakanasema ni ukabila wa kimtindo mpya kwa sababu eh, kama, kama utasema kwamba ni, ni, washauri uh, kwa sababu hatuwezi walazimisha kisheria, iwezekana lakini washauri kwamba msisimame, kwa sababu mtuachie sisi, anaueleze maelezo na hapa, lakini bado huwezi badilisha kwamba ndani yake kuna chembechembe. Sasa utawaambiaje wananchi kwamba nachosema ni sawa lakini sio ukabili eh, eh, eh, lakini ninaelewa vile unasema but ukiangalia coast region kwa mm -hmm. mm -hmm. mfano ama Central Kenya. ni, ni ngumu sana kuwa na Masai uh, mbunge wa jamii ya Masai atoke huku aende awanie kiti ya ubunge ama governor in the coast or in Central Kenya or in any other parts of the country and kwetu pia. Na ni kwa sababu, of course maybe their populations in fact it is almost certain, kwamba, uwezi pata, sisi tukienda kuania viti kwingine and we, we are just saying kwamba enyewe we, we, we don't mind si tumewakaribisha tume, tume watu wengi sana and uh -huh. We continue to do uh -huh. na, we will continue to live in harmony lakini hapo kwa uongozi tu ndio <coughs> tunasema tu, tu, uh -huh. uh -huh ingekuwa mzuri tunashauri kwamba ingekuwa mzuri watulie waachie pia natives mm. waendelee na uongozi wa, wa eneo eneo zao mm. Rashid, let us put it in black and white yeah. <laughs> we can't beat about the bush i may be generous i may be accommodative but don't stretch too far sometimes you are not even told when i admit you into my house

Yes. And we don't want to be extinct. We want to be protected by the, the constitution. Yes. We we... want also to be protected by the citizen so whom we have accommodated. David Ole Sankok. Yes. So nitakuuliza ikiwa jamii ama itasema hivi jamii nyingine iseme hivi jamii nyingine iseme itakuwaje hapa Itakuwa it it, mzuri sana because we will, have homes everywhere. We will uh, share, sunshine. We'll share oxygen, we will share business <laughs> at political leadership. Siasa ya Kenya, eh, wakati wa siasa ikifika uh -huh. Unaona viongozi wa coast wanaenda ku, kuongea kama coast, block ya coast uh, uh -huh. Mount Kenya wanaenda kuongea lugha yao ya Mount Kenya. Nyanza wanaongea lugha yao ya Nyanza. Mbona kuna issue wa Maasai wakiongea juu ya yao? Hiyo ni issue ya kwanza. mm. Issue ya pili. Leadership kwa jamii za wafugaji wa Maa and other wafugaji. Leadership is not just service. Leadership is deeper than service. Leadership is identity. mm -hmm. mm. Of course, katiba imepatia kila mtu haki ya kuwania kiti pahali popote. mm -hmm. E, mtu kutoka kabila yoyote anaweza kuja kutafuta kiti ya ubunge ya Samburu kaskazini, aende kwa IBC, ape ana makaratasi zake, sisi hatuwezi mkatazia, lakini wakati wa muzi ikifika kwa debe, demokrasia inasema wenyeji wataamua so sisi hatuwezi mkatazia mtu wote akuja, kutafuta hiyo ni haki yake, lakini mtashauri wananchi wenu, mtakua hiyo tayari identity yetu kama jamii uh -huh. Ukisikia viongozi hapo hivyo wanasema annihilation extinction. Sasa moja nikuulize, Litpila, kuna mi najua kwamba kuna maeneo bunge kutoka kaunti uh, ambazo mnaziwakilisha ambayo yanaongozwa na watu ambao sio jamii ya Maa, na yale maeneo bunge yale machache, labda pengine moja mbili Tatizo kweli siona kama uongozi unasonga tu, unaona. Sasa ya Rashid eh, to take example ya ya constituency yangu kuna siasa ile local na kuna siasa kama sasa county. County ni ya Wasamburu, county ya Kajiado ni ya Wamasai, county ya Narok ni ya Wamasai, county ya Turkana ni ya Waturkana, county ya eh, tuseme pale pengine ni ya, ni ya wenyeji. Ndio maana county inaitwa Samburu, inaitwa Turkana inaitwa pale hivyo hivyo, lakini tukija siasa ile sasa local politics, if you look at my constituency niko na ward sita, niko na jamii mbili ambazo ni kubwa kubwa katika hiyo ward sita. Jamii moja hiyo ambayo ni minority, wako na ward ambao ni hao peke yao wanaishi, tayari wako na uongozi ambayo ni ya ward yao, mnielewa hapo? Hiyo ni siasa sasa ya local, pia sasa pia sasa, pia pahali cosmopolitan ambayo sasa ni communities eh, wote wanaishi, ukiona kama Maralal uh -huh. Amba, mm. ambayo ni Samburu West wameshakuwa na MCA ambaye ni Mkikuyu. Huyo Mkikuyu alizaliwa Maralal kabla, kabla, eh, ni umri ya baba yangu. And, pale. Nama, so so hiyo ni local, lakini oh. tukiongea hii ya juu ya county hiyo ni identity. Kuna swali nitakuuliza, mfano kama unisema tutumie, hata kutumia tutumie mfano wa huyo mwakilishi wadi wa, mwakilishi mm, wa Maralal kwa ambako kunatoka mheshimiwa Nasura Lesuda huyo, mm, naye anawajukua na kila kitu mm, sindio? Mm, watakuwa na wao labda watake ndoto ya uongozi mm, naye ataki wakilishi wadi na labda ataka ubunge mm, mm, yule hana haki ya ku... eh, unatumia, unatumia neno haki mm, kila mtu ako na haki, hiyo ni tofauti na eh, so nyinyi mnashauri kwamba licha kwamba haki ipo lakini twashauri msio, msio. Tunasema, tunasema hivi uongozi e, kama unataka kutafuta uko na haki uko na ruhusa, katiba imekuruhusu demokrasia imekuruhusu, lakini maoni yenu sasa, lakini mambo kwa ground ni venye takwa. Mambo kwa ground naweza sema jambo kidogo. uh -huh. Um, unajua uh, ukabila vile tulisema, sio mbaya, ni identity ya watu um, vile hata sisi viongozi tunaongoza, ndio sababu inatufanya tufikirie vile mawazo tunafikiria, kwa sababu kama ni mtu wa jamii lingine anapata uongozi kwa muda mrefu, tumeona pia vile hao wanaongoza kwa kunyanyasa hawa wengine ambao wako uh -huh. na pengine ndio sababu unasikia viongozi wakizungumza vile wanazungumza uh -huh. nitatumia example ya maa wetu ambao wako pale Baringo Chamus uh -huh. kwa muda mrefu wamekuwa ndani ya kaunti kubwa inaitwa uh -huh. Baringo na sisemi viongozi wa pale hawachungi uh -huh. lakini vile tukizungumza kama maa hao wenyewe saizi wanasema tukikuwa na delimitation of boundaries, uh -huh. tafadhali mtupe constituency yetu kwa sababu na nimefurahi juzi wamepata sub county. mm -hmm. kwa sababu at the end of the day watu wanang'ang'ania resources opportunities yale ambayo wanaweza pata kama bina, watu na pia kama jamii. mm. and at any given time wakati hiyo jamii inafili ya kwamba hawapati. mm -hmm. Ndio sababu sasa inaleta hii mzozano kwa ama, uh, oh, hawa wasichukue hapa, ni kwetu. Oh, sisi tukienda central sisi hatutapata, and that is why kama mimi mbunge wa Samburu West na maa kwa jumla na pastoralist mm -hmm. Tumekuwa tukipigania mambo ya affirmative action hata ndani yetu tu, na sisi ndio, ndio, ndio viongozi wao. Unapata opportunities zikitokea ya kuandika walimu ya kuandika uh, polisi ya kuandika kila kitu yes, jeshi kila kitu. Pia hapo tunasema kila mtu ana haki ya kutafuta pale, lakini ikikuja, utakuta kuna mtu ametoka kaunti nyingine, amekuja tu pale Samburu, kwa sababu opportunities zipo, akuja achukue na atoke hata hata funza watoto wangu pale mm. that one apologetic yeah. to say yes. that mimi nataka affirmative action ya watoto ambao wamezaliwa pale, kwa sababu hakuna siku mtoto wa Samburu atakuja apewe opportunity kwa kaunti nyingine, na that is the reality. Unajua kuna haya tunaweza paka mafuta by the way. Mimi kwa uongozi si mama I can also assure you utapata, kama nimekusoma vizuri, na naleta hoja <gibit> nzito ya kwamba inapokuja katika masuala ya kuajiri walimu, maafisa wa polisi na wanajeshi ni kwamba mm -hmm. jamii hii haitendewi haki. yes. haitendewi haki. haitendewi haki. kwa sababu unakuja hata, na hiyo mimi nimekuwa nikipigania, na nimeisimamia ID yako isome Samburu, kwa sababu kila county, kila sub county inapewa share yake yeah. mm. inapewa share yake kwa mambo ya kazi, kwa mambo ya opportunities. Hata resources na kila kitu, yale yapaswa kuja Samburu, yaje Samburu na tukue fair. Kitu ambayo imekuwa ikituletea shida hata mpaka tuzungumze mambo ya uongozi, na kama wewe unakubaliwa kusimama pale ama kukubali na kila kitu, it is unfairness, it is inequity it is Other areas getting more development than others mambo ambayo yamekuwa tangu hizo sessional paper 10 no. Bado tunaiona mpaka leo lakin wakati si, wa devolution si, si, tulio nje kabla ni walete ha? wengine wachangie si tulio nje na isula si tunaona kwamba jamii ya Maa kwa, kwa serikali zilizopita huwa haiko pabaya karibu na uongozi ambao uko madarakani. Yaani kwa njia moja ama nyingine unaona kwamba kidogo sauti zenu zinasikika. Na kama sauti zimekuwa zikisikika wa serikali iliyopo, sauti mkipaza zitasikika. So, mbona mja tumia Mim. fursa hizo na Isula kuhakikisha kwamba haya masuala na badili maanake, ni kama kwa njia moja ama nyingine ni ngumu kuikuta jamii ya Maa yote haipo serikalini. <coughs> Kuna sauti, kuna na kuna tofauti ya Naisula kuwa uongozi, ni kama Naisula, mimi mwenyewe na ndio sababu kwa this time mm. tumejaribu sana. Ukituona sisi viongozi hapa wote tumeamua pia sauti yetu tukiwa kitu kimoja mm. ina nguvu kushinda Naisula peke yake akizungumza kila wakati masuala ya, ya Maa, na ndio sababu tuko kama viongozi wa bunge tuko na Maa parliamentary group ambaye chairman wetu ni mheshimiwa Ken Aramat mm -hmm. Ukiona wa pia hao wameshikana na sisi; ni senators, women rep, sisi wote tumeona kwamba kuna mengi ambayo tunaweza pata zaidi, na kwangu haswa si hata tu nafasi. Nafasi ni nzuri na ni muhimu because you are at the decision making table, but haswa mambo ya maendeleo. Pia hatuwezi kuambiwa tu wao tumewapatia waziri wasijui nini, tumewapatia hiyo, pia ni haki yetu, lakini kwangu mimi zaidi ni kwa maswala ya maendeleo ya kuinua jamii zetu na mahali tumetoka, ili tukue kama Wakenya wengine Unaona kama anachozungumza sasa hivi na Isula amefunguka kwamba jamii hii haina maendeleo. Na anasema yeye mm. kwa kija katika masuala ya maendeleo ya ajali kama atalaumiwa alaumiwa lakini kweli kumekuwa na mapendeleo fulani mm. katika maendeleo kwa jamii ya Maa, na maendeleo kwa jamii nyingine. Anasema ndio sababu hilo swala pia linaweza kuwa limechangia nyinyi kama viongozi mkisema tunahitaji kuongozwa na wenyeji kwa sababu labda pengine hilo pia limeweza kuchangia. Uh, ikiwa kiwa mpiga kura kule nyumbani kwa anatarajia maendeleo viongozi hapa mnakiri kwamba kweli jamaa maendeleo ana shida suluhisho litapatikana wapi? uh, asante sana rashid na naisula ameeleza vizuri kuhusu mambo ambayo tunayapitia kama jamii hiyo mpango ya affirmative action ni, ni kitu ambayo tunaona wote kama jamii. rashid tukijirudisha nyuma kiasi mm -hmm. in 1954 that ilio ambayo ilipanga sana sana mambo ya pande ya central Kenya na na pale Rift Valley, hiyo plan itself ili create an historical injustice. Ukikuja hata mipango ya development na ni colleagues ni rafiki zangu, ndio tunafanya na wao, hii jamii to be said we we our our programs are yekwe katika mipango this jamii in a very big part you have to be beggars. tuna tutafutwa, tunaitwa, tunaenda mkutano, tunaanza kuomba omba barabara, omba maji mm. omba stima, so a full community every time kwa tunaomba kama viongozi. Tunasema kwamba it is not possible na tutaki iwe ni kitu cha kuja, hata viongozi watakuja baada ya sisi, wanaingia katika mipango kama hayo. Nataka rachi nikukumbushe uh, ma, jamii ya Maa pia kwa, kwa njia moja ama nyingine, wana capacity na uwezo wa kuongoza nchi. Na imeoneshwa na viongozi wa kitambo. Ukiangalia Profesa Joyce Saitoti alikuwa makamu wa rais kwa miaka zaidi ya miaka 12. Mm. Ukiangalia Mheshimiwa Ntimama, mm. William Olentimama, the late alikuwa pia walikuwa waziri wakubwa katika nchi. Ukiangalia kina Samuel tunaye amekuwa magavana wazuri, tumekuwa na viongozi ambao wana capacity. Mm-hmm. Na ukija kuangalia uh, Rashid, yes, tumepoa saizi waziri wa ulinzi. So ipantu, but as if you go today, when do you use Swahili, eh, hii community ya Maa, ito Maa community, compared to other communities, kwa mfano community kama za Wasomali. So tutumia hiyo ndio kile tuweze kuelewa mada ya leo. wa mm -hmm. Uh, wao pia wameungana lakini vitu zao mingi ziko documented. Saa hizi tukipewa barabara moja tutaimba haleluya tukipoa water pump ya milioni mia mbili tunataka kusema God is good every time, but you see <laughs> what you are trying to say, and I want you to go back to the clips because there are clips that are relevant in using example mm -hmm. kutoa mifano. Mheshimiwa Rais alipokuwa pale kwa Ukambani juzi mm -hmm. alisema hizi pre agreements or the agreements made in politics is what give you, ambayo inakupa nafasi ya kupata kitu fulani na kwa hivyo tunapoangalia mambo ya uongozi ya jamii ya Maa na kuangalia mambo ambayo serikali ambayo ulikuwa unaeleza, serikali ambazo ziliyopo zili zilitupenda, serikali mm -hmm. ambayo ipo sasa ilitupenda. Nataka kukuambia za zamani, sio favor ya zamani, tulikuwa tunaongoza ya saa hii tunaomba hiyo, vitu mbili tofauti ya zamani the table kwa sababu waziri akiwa ni waziri akiwa ni Saitoti alikuwa Profesa Joseph Saitoti makamu wa rais. Anafanya mambo saa hii jamii yetu ya, ya Maa kitu tunasema this time round na ieleweke, na ndio maana nimekuambia, umetuita kama viongozi lakini mna mwakilishi katika, katika meza kubwa, tuko na mwakilishi anaweza kuchukua maoni yenu, sio tu wote kwa baraza la mawaziri. Hata katika muda wake akiwa na, na rais, ana muda wa kumwambia kweli, mimi ni waziri, lakini katika jamii yangu kuna maswala kati ya kumi haya matatu viongozi wangu wanataka yapewe kipombe. Mna nafasi hiyo kushika Unajuaga kuna kitu inaandikwagwa inakuwa deposit kwa register of political parties, okay. Mambo ambayo itafanywa, hiyo sio huko najua, unaelewa hizo, no, no. Na hiyo ndio inatupatia nguvu, let me tell you kuna one county, I cannot give an example, one constituency within Nairobi environs, barabara moja, barabara ni 4 billion. Na we are telling a story ambayo ilishafanywa na ikatendeka. You find another region roads, mabarabara inaekwa kanisa against a church. Nini kusema kanisa gani? Nasema barabara kwa okay, hii, hii nasema kwamba uny unyanyasaji ipo, hatuwezi kataa nah. Unyanyasaji iko na inaendelea, si tu kwamba iko na tunakatazwa, iko na inaendelea hii jamii nah. lazima tukubaliane. Mwaka inayokuja, mwaka inayokuja, we will only, tutakuwa very careful kuelewa kwanza ni nini imeandikwa nini ndio tunapata. Sasa jeshi kitola 1, 000, na si kwamba tuko vipofu. Hatupata. Jeshi kitola 1, 000, a certain region ni kama ni maybe 3, 000. Certain region takes 1, 000. The rest of the Kenyans divide 2, 000. Masaini, you cannot divide 50 in the entire counties. So, tukiangalia ukweli Rashid. Kwa nini unataka kutuambia kwamba tukiomba uongozi eti tuwe na uongozi ambao serikali natupenda, hatuangali kupenda kwa mambo ya media na baraza tunaangalia kupendwa kwa equal share. Mumeweka ngapi central Kenya hii? Mumeweka ngapi county hii hii? I can tell you recall the budget tuko bunge tnapishaa mambo ya tunaangalia katika budget, na tunanyamaza tu maombi ya tubdunda maombiyakumbibla shaka, naona viongozi wanafunguka nafasi, kumbe kumbe mna maneno mnapitialakini nashukuru kwamba tumewalika. Ukiona viongozi wanazungumzia uh, kwamba wanapitia wakati mgumu na waoni kama eneo lao kweli linapewa kipaumbele na serikali iliyo madarakani, baada ya kwamba watendewe haki, wanabakia watu wa kuombaomba. Navyojua katika kuomba inategemea unayemuomba, anaweza kupa au akakunyima. Baada ya muda usiokuwa mrefu, mengi tutazungumza na viongozi, tunapata hali halisi, mambo si shwari.